Anauliza, anasema kuna msikiti huko anapoishi au ni wapi aliona, anasema swala alfajiri, wameingia kuswali lakini wakawa watu ni wachache pale. Sasa akaulizwa, e, adhana tayari? Bado hakujadhiniwa, kimu, tuswali, si ndio hiyo? Kimu, tuswali. Je, swala ilivyokimiwa na tukaswali swala yetu, imeswihi? Ndio. Aha, adhana ni sunna. Adhana ni ibada ya sunna. Adhana na ni sunna ambazo wenyewe wana, wataalamu wanasema ni sunna zilizoko nje ya swala. Adhana ni sunna iliyopo nje ya nini? Ya swala. Kuna sunna ziko ndani ya swala na kuna sunna ziko nje ya swala. Ni lugha hii, nitaeleweka? Sheikh Musa, Sheikh Omar <laughs> tumeelewana vizuri hapo. Kuna sunna iko nje ya swala na kuna sunna iko ndani ya swala. Sunna zilizoko nje ya swala ni adhana na ikama, hizi ni sunna zilizoko nje ya nini. Kwa hiyo imamu akija akaona mm, sasa hapa tunam, tunamua, tunamuita nani? Na sisi msikitini ndio tushafika, tuko watatu, tukimu tuswali Imeeleka vizuri hapo swala inaswihi.